Tanzania tutakuwa wenyeji wa fainali za Afrika umri chini ya miaka 17 mwaka 2019 hapa Tanzania. TFF tumeona ni vyema kwamba tuanze kuandaa timu ya under 17 itakayoshiriki fainali za Afrika 2019 hapa nchini, ambayo Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia tuta host au tutakuwa wenyeji wa mashindano makubwa ya Afrika. Tukiwa wenyeji, ndio wanaunda timu ya awali ya taifa ya vijana wa chini ya miaka kumi na mitatu. Vijana ambao watakuwa pamoja kuelekea mwaka 2019 ambapo sasa tutakuwa tumefikia umri wa miaka 17 kabisa. Vijana 20 ambao tayari wameshawateua ili kuweza kwa ajili ya kikosi cha timu ya taifa hawa, apokea, na tayari vijana hao tumeshapokea na wazazi wao wameshafika. Shuleni wanaendelea kufanya mitihani majaribio, na baada ya mitihani majaribio tutawapangia madarasa. Niseme tu kwa niaba ya ya shule za Alliance zote, kwa niaba ya shule ya sekondari ya Alliance ya wasichana, shule ya sekondari ya wavulana ya Alliance na shule zingine kwamba sisi tumefarijika sana kwa heshima kubwa ambayo tumepewa na uongozi wa TFF. Tunajua kwamba kuna academy nyingi, kuna vituo vingi hapa Tanzania lakini sisi kuteuliwa kwamba sisi tuweze kulea na kukuza kipaji cha watoto. Huko nyuma ilikuwa hakuna program kama hizi. Sisi program kama hizi tumepata huko nyuma, kwa leo timu ya taifa ni kwa nzuri mno. Lakini kwa kuanzisha programu hii itainua vipaji vya watoto na wachezaji wa soka Tanzania, hii kusema kweli ni kitu cha muhimu sana, ni kitu ambacho ni nadra sana katika nchi kama hii. Kwa utaratibu huu, soka letu la bongo litakuwa juu, kutokana na kwamba watoto watakuwa wanaandaliwa wakiwa wadogo. Kwa hiyo tutawapata wachezaji wazuri kama tunavyoona wachezaji huko nchi za nje laiki Cristiano Ronaldo au Messi. Kwa hiyo tunaamini tutapata wachezaji wazuri wa